Ndani ya mkoa wa Pwani kukuletea maajabu ya Mto Rufiji mto mkubwa zaidi nchini Tanzania. Je, unajua kuwa Mto Rufiji umechangia moja kwa moja maendeleo ya uchumi, historia ya biashara ya Waswahili na hata vita ya kwanza ya dunia? Tulia nami tujifunze historia yake kwa kina, na karibu The Storyside. Mto Rufiji ni mto mkubwa na muhimu zaidi nchini Tanzania, ukiwa na urefu wa takriban kilomita 600 kutoka chanzo chake hadi Bahari ya Hindi. Unapatikana katika sehemu ya kusini mashariki mwa Tanzania, ukipita katika maeneo mengi ya kipekee yenye umuhimu mkubwa wa kihistoria, kiuchumi na kiikolojia. Mto huu unatokana na muunganiko wa mito miwili mikubwa Mto wa kwanza ni mto Kilombero. Unapatikana katika nyanda za juu kusini mwa Tanzania, ukipitia maeneo ya Morogoro na kusambaa kwenye bonde la mto Kilombero ambalo ni mojawapo ya maeneo yenye rutuba kubwa zaidi nchini. Mto wa pili ni mto Luwegu. Mto huu unaanzia milimani kusini mwa Tanzania, ukipita katika maeneo yenye misitu mikubwa. Hifadhi za wanyamapori na mabonde ya kuvutia. Baada ya mito hii miwili kuungana, maji yao huunda mto Rufiji ambao huanza safari yake ndefu kuelekea mashariki, ukikatiza mbuga na hifadhi za wanyama, mashamba ya wakulima na hatimaye kufika baharini. Mto Rufiji unasafiri kupitia maeneo mbalimbali, ukiwa na sehemu tofauti zenye sifa mbalimbali. Sehemu ya kwanza ni bonde la Rufiji. Bonde hili ni sehemu ya kati ya mto huu ambapo hupita kupitia ardhi yenye rutuba inayofaa kwa kilimo. Sehemu ya pili ni hifadhi ya Selous. Hifadhi hii ni moja ya hifadhi kubwa zaidi barani Afrika, ambapo mto huu unawapatia wanyama maji ya kunywa na mazingira mazuri ya kuishi. Sehemu ya tatu ni delta ya Rufiji. Hapa tunaona maajabu ya Rufiji. Kabla ya kumwaga maji yake katika bahari ya Hindi, Rufiji huunda delta kubwa yenye misitu minene ya mikoko ambayo ni muhimu kwa ikolojia ya pwani. Delta ya Rufiji ni mojawapo ya delta kubwa zaidi ya Afrika Mashariki na ni makazi muhimu ya viumbe hai. Ina misitu minene ya mikoko ambayo inasaidia kupunguza athari za mmomonyoko wa udongo na dhoruba za pwani. Ni makazi ya ndege wa aina mbalimbali, samaki na kobe wa baharini. Wavuvi na wakulima wa chumvi hutegemea eneo hili kwa maisha yao. Mto huu una maajabu kadhaa yanayovutia watu kutoka sehemu mbalimbali maji yake yana wanyama wengi wa porini kama viboko na mamba wakubwa. Ni makazi ya ndege wa kipekee kama tai wa mtoni na korongo weupe. Misitu yake ina mimea yenye thamani kubwa, ikiwemo miti ya dawa inayotumiwa na wenyeji kwa tiba za asilia. Mto Rufiji umekuwa kiungo muhimu katika historia ya biashara na maendeleo ya jamii mbalimbali mbali za Tanzania. Katika karne ya kumi, mto huu ulikuwa njia kuu ya biashara kati ya jamii za bara na Waarabu waliokuwa wakifanya biashara maeneo ya pwani. Bidhaa kama pembe za ndovu, dhahabu na watumwa zilisafirishwa kupitia mto huu kuelekea Bagamoyo, Zanzibar na Arabia. Mto Rufiji ulikuwa mojawapo ya maeneo yaliyotumiwa na wakoloni wa Kijerumani kueneza utawala wao. Wajerumani walitumia mto huu kusafirisha mazao kama pamba, mpira na kahawa kutoka maeneo ya ndani ya nchi hii. Je, unajua kuwa mto huu ulihusika moja kwa moja katika vita ya kwanza ya dunia mnamo mwaka 1914 hadi 1918? Wakati wa vita kuu ya kwanza ya dunia meli ya kivita ya Kijerumani iitwayo SMS Konigsberg ilijificha ndani ya mto Rufiji ili kuepuka kushambuliwa na Waingereza. Baada ya muda, Waingereza walifanikiwa kugundua meli hiyo na kuiharibu, hivyo kumaliza tishio la Wajerumani baharini. Hadi leo, mabaki ya meli hiyo bado yapo ya ndani ya mto Rufiji yakiwa sehemu ya historia ya kivita nchini Tanzania. Mto Rufiji si sehemu ya historia tu, bali pia umeendelea kuwa uti wa mgongo wa uchumi wa Tanzania. Bonde la Rufiji ni mojawapo ya maeneo yenye rutuba sana, likizalisha mpunga, miwa, matunda na mazao mengine. Kilimo cha umwagiliaji kinatumia maji ya mto huu katika kuzalisha chakula kwa taifa. Serikali ya Tanzania inaendelea na ujenzi wa mradi wa umeme wa bwawa la Rufiji ili kuzalisha megawati elfu mbili mia moja kumi na tano za umeme, jambo litakalosaidia kupunguza changamoto za umeme nchini Tanzania. Hifadhi ya Selous ni hifadhi ambayo ni mojawapo ya hifadhi kubwa Afrika, inategemea mto huu kwa maji na maisha ya wanyama pori. Delta ya Rufiji ni kivutio kikubwa cha watalii wanaopenda kuona ndege wa aina mbalimbali na mazingira ya kipekee ya mikoko. Licha ya umuhimu wake, mto huu unakabiliwa na changamoto kadhaa. Uharibifu wa mazingira, ukataji wa miti na kilimo kisichoendelevu kunahatarisha mfumo wa ikolojia ya mto huu. Mabadiliko ya tabia ya nchi, ongezeko la joto na kupungua kwa mvua kunaweza kuathiri mtiririko wa mto Rufiji. Migogoro ya ardhi, baadhi ya jamii zinazotegemea mto Rufiji kwa kilimo na ufugaji zinakabiliwa na changamoto za ardhi. Mto Rufiji unaendelea kuwa sehemu muhimu ya maendeleo ya Tanzania. Serikali imejenga bwawa kubwa la umeme ambalo litaleta manufaa makubwa kwa uchumi. Jitihada zinazohitajika katika uhifadhi wa mazingira ili kulinda vyanzo vya maji na viumbe hai wa mto huu. Utalii wa maji unaweza kuimarishwa kwa kuvutia watalii zaidi kupitia safari za boti na uvuvi endelevu. Je, umewahi kusafiri kwenye mto Rufiji? Unadhani nini kifanyike ili kulinda na kuhakikisha unakuwa na manufaa kwa vizazi vijavyo? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside, tunafanya historia iishi kupitia simulizi zetu.